Hadithi ya watoto wa kijani wa Wopet ni moja ya mafumbo makubwa ya kihistoria yanayozua maswali hadi hivi leo. Tukio hili liliripotiwa kutokea katika karne ya 12 nchini Uingereza na linaendelea kuvutia watafiti wa historia, wanasayansi na wachunguzi wa mambo ya ajabu duniani. Katika kijiji kidogo cha Wupet kilichopo Suffolk huko nchini Uingereza, wakazi wa eneo hilo walishangazwa na kutokea kwa watoto wawili, mvulana na msichana, waliokuwa na ngozi ya kijani kibichi na walizungumza lugha isiyoeleweka. Tukio hili liliripotiwa na waandishi wawili wa kihistoria wa wakati huo, akiwemo William of Newburgh ambaye alikuwa ni mwanahistoria wa Kiingereza, aliandika kuhusu matukio ya ajabu na historia ya Uingereza. Lakini wa pili ni Ralph of Kagashal. Huyu alikuwa ni abbot wa Montessori ya Kagashal ambaye alikusanya habari za matukio yaliyotokea kwa wakati wake. Ingawa maandiko yao yanatofautiana kwa maelezo madogo, lakini yote yanakubaliana kwamba watoto hawa walitokea katika kijiji cha Wopet na walikuwa na tabia za kushangaza sana. Watoto hawa wawili waligunduliwa na wakulima katika kijiji cha Wopet, karibu na mashimo ya zamani yaliyotumiwa kuwatega mbwa mwitu. Walikuwa wakiwaogopa wanakijiji na walionekana kuchanganyikiwa sana. Walikuwa na mavazi yasiyo ya kawaida na walizungumza lugha hakuna mtu yeyote aliyeielewa kwa wakati huo. Ngozi yao yote ilikuwa na rangi ya kijani kibichi, hali isiyo ya kawaida kwa binadamu. Watoto hawa walichukuliwa na Sir Richard de Calne, mtu mashuhuri wa eneo hilo, ambaye aliwalea katika kasri lake. Lakini ajabu zaidi, watoto hawa walikataa kula chakula chochote isipokuwa maharage mabichi, na baada ya muda walipoanza kula vyakula vingine, rangi yao ya kijani ili anza kupotea na kuwa ya kawaida kabisa. Baada ya masiku kadhaa mvulana yule alikufa muda mfupi baadaye, pengine hii ni kutokana na mshtuko au matatizo ya kiafya, lakini msichana aliendelea kuishi, akajifunza Kiingereza na baadaye akaokolewa na mtu kutoka Norfolk. Na alipojua lugha alisimulia hadithi ya kushangaza sana kuhusu mahali walipotokea. Baada ya kujifunza Kiingereza, msichana yule alitoa maelezo kuwa walitoka katika nchi iitwayo nchi, nchi ya Mtakatifu Martin. Alisema kuwa nchi yao ilikuwa ni giza kila wakati, lakini kulikuwa na mwangaza hafifu sawa na jua lililotua. Aliendelea kusema kuwa sehemu hiyo ilikuwa inazungukwa na, na mto mkubwa au kizuizi kingine cha asili binti huyo aliendelea kusema, mbali kidogo na nchi yao walikuwa wakiona mji uliojaa mwangaza mkubwa sana, lakini hawakujua kilichokuwepo huko ni nini pia alielezea jinsi walivyofika katika kijiji cha Wopet. Alisema kuwa walikuwa wakichunga mifugo yao na ghafla waliingia katika pango au shimo la ajabu sana. Wakiwa ndani ya shimo hilo walihisi kizunguzungu na walitembea kwenye giza kwa muda mrefu, na walipotokea upande mwingine walijikuta wako katika kijiji hiko cha Wopet, wakitazamana na jua kwa mara ya kwanza, jambo lililowashtua sana. Kutokana na maelezo haya ya kushangaza, watafiti na wanasayansi wamejaribu kutoa maelezo mbalimbali mbali kuhusu watoto hawa. Nadharia ya kwanza inasema huenda walitoka ulimwengu sambamba, kwa maana ya parallel universe. Baadhi ya watu wanaamini kuwa watoto hawa walitokea katika ulimwengu mwingine ambapo jua hali ya ngazi kama duniani na waliweza kuvuka hadi ulimwengu wetu kupitia mlango wa ajabu wa anga au shimo la kipekee sana. Maelezo aliyoyatoa kuhusu mji unaong'aa inaweza kumaanisha ni dunia yetu jinsi inavyoonekana kutokea mbali. Lakini nadharia ya pili inasema huenda walikuwa ni wageni kutoka sayari nyingine kwa maana ya aliens. Wengine wanadai kuwa watoto hawa walikuwa ni viumbe wa angani kwa maana ya extraterrestrial waliotupwa duniani kwa bahati mbaya. Ngozi yao ya kijani ingeweza kuwa matokeo ya hali ya anga yao ya asili au milo waliokuwa wakila. Lakini nadharia ya tatu inasema kuwa huenda walikuwa ni watoto wa kundi lenye lahaja isiyojulikana. Wanahistoria wengine wanaamini kuwa watoto hawa walitoka sehemu fulani ya dunia ambapo walizungumza lugha isiyoeleweka na walikuwa na lishe duni sana iliyopelekea ngozi yao kuwa ya kijani. Rangi yao ya kijani ingeweza kusababishwa na hali ya kiafya inayoitwa klorosis inayosababishwa na upungufu wa madini ya chuma mwilini. Nadharia ya nne inasema kuwa huenda watoto hawa walikuwa ni wakimbizi wa vita. Katika kipindi cha karne ya 12, nchi ya Uingereza ilikuwa na migogoro mingi sana ikiwa ni pamoja na vita vya wafalme vya Plantagenet. Na huenda watoto hawa walitokea katika kundi la watu waliokuwa wakikimbia vita hiyo wakakulia kwenye mazingira magumu hadi walipopotea na kufika katika kijiji cha Wopet. Mpaka leo hii hakuna uthibitisho wa moja kwa moja kuthibitisha asili ya watoto hawa. Hata hivyo, kuna mambo yanayoweza kuzingatiwa. Mfano, hakuna rekodi zaidi za watoto hawa nje ya maandiko ya kihistoria, lakini maandishi haya yanafanana kwa kiasi kikubwa ikiashiria kuwa tukio hili liliripotiwa na mashahidi wa wakati huo. Lakini pia rangi ya kijani ingeweza kusababishwa na hali ya kiafya inayohusiana na upungufu wa lishe na inawezekana kuwa hadithi hii ilikuwa ni mfano wa kijamii wa wakati huo ikielezea wageni wa ajabu waliokuja kwenye kijiji cha kawaida. Hadithi ya watoto wakijani, wa kijani wa Wupet inabaki kuwa mojawapo ya mafumbo makubwa zaidi ya kihistoria. Je, walikuwa ni viumbe kutoka ulimwengu mwingine au walikuwa ni watoto waliopotea na kuteseka kwa lishe duni? Bila ushahidi wa kisayansi wa kuthibitisha hadithi hii, mafumbo ya watoto hawa yanaendelea kuleta mjadala miongoni mwa wanahistoria na wachunguzi wengi wa mambo ya ajabu duniani. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza.